Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Uko nami Victor Mosh na hapa sasa moja kwa moja tunaelekea huko Mashariki ya Kati ambapo mkuu wa kamandi kuu ya Marekani US CENTCOM Admira Brad Copper amelitaka kundi la Hamas kusitisha mara moja vurugu na mashambulizi dhidi ya raia wasio na hatia wa Kipalestina huko Gaza. Katika taarifa iliyotolewa kupitia ukurasa rasmi wa CENTCOM kwenye mtandao wa X zamani Twitter, Admira Copper alisema kuwa huu ni wakati wa kihistoria wa kutafuta amani kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini wiki iliyopita. Hamas inapaswa kutumia nafasi hii ya kusitisha mapigano kabisa kufuata ipasavyo mpango wa amani wa vipengele 20 uliotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump na kuachia silaha bila kuchelewa, alisema Kopa. Aliongeza kuwa Marekani imewasiliana na wasuluhishi wa kimataifa ambao wamekubali kushirikiana Washington kuhakikisha utekelezaji wa amani na kulinda raia wa Gaza. Tumejulisha wasuluhishi juu ya wasiwasi wasi wetu na tuna matumaini makubwa kuhusu mustakabali wa amani katika eneo hili, aliongeza. Taarifa hii inakuja wakati mpango wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas ukiendelea kutekelezwa huku jumuiya ya kimataifa ikihimiza pande zote kudumisha utulivu na kuepusha machafuko mapya. Kauli ya mkuu wa kamandi kuu ya Marekani, Admira Brad Cooper, ameweza kuzungumza kufuatia video ambayo ilichapishwa mitandaoni ikionyesha wanamgambo wa Hamas wakiwashambulia raia wa Palestina ambao waliwaita kama wasaliti ambao walikuwa wametoa siri za viongozi wa Hamas ambao wameuawa na Israel wakati wa vita vya Gaza vilivyodumu takribani miaka miwili mfululizo. Kauli hiyo imewataka Hamas kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano lakini vile vile kuacha kudhulumu maisha ya raia ambao hawana hatia katika ukanda wa Gaza ambao raia wote wa Palestina hivi sasa wamekuwa wana wasiwasi mkubwa kuhusiana na hatua za Hamas wanazozichukua za sheria mikononi dhidi yao. Mtazamaji, salia nasi wakati wote uweze kufahamu nini ambacho kinajiri huko Mashariki ya Kati. Nitakujuza hapa hapa katika Zone Media zodia. Usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.